yako na leo katika question and answer, tumekuja kutafuta ufafanuzi zaidi kwa kina kwa kiongozi wetu atajitambulisha juu ya hizi imani potofu, pamoja na sadaka za maombi na maombezi ambazo zimezidi kulitesa kanisa na zimezidi kuliumiza kanisa. Leo tumetaka ufafanuzi kwa kina zaidi kutoka kwa baba. Baba, karibu. Asante, uh, sana. Naitwa Mchungaji Agustin Pangayo Sarubagula, ni mchungaji wa kanisa la TAG Kilosa hapa Morogoro, Jimbo la Morogoro Magharibi. Na unapozungumzia habari ya mafundisho potofu juu ya ibada na sadaka na maombezi, tunakiangalia kwenye kitabu cha Biblia, kitabu cha Waebrania, ni kitabu pekee kinachomwinua Yesu juu ya yote kuliko vitabu vingine vyote katika Biblia, na mwandishi aliwaandikia Wakristo wa Kiyahudi waliokuwa wanakabiliwa na tatizo la kurudi nyuma kwa ajili ya mateso. Walikuwa wanakutana na mateso, kwa hiyo walikabiliwa na tatizo la kurudi nyuma, walikuwa na jaribu la kurudi kwenye dini yao ambao walitokea, na mwandishi anaandika kuonyesha kwamba Kristo pekee ndiye njia ya kweli na juu ya yote, anaeleza mafunuo namna ambavyo katika kitabu cha Agano la Kale na Agano Jipya, vitu ambavyo vinaweza vikafanyika vinavyohusiana na imani potofu. Tatizo lililopo leo kwa Wakristo wengi wamepoteza ukweli huu kwamba ulikuwa Yesu ana kila kitu. Kwa Yesu kuna kila kitu. Mungu amemfanya Yesu Kristo kuwa kila kitu, na maombezi yakifanyika katika neno la Mungu ni kila kitu, kinakwenda sawa. Na ndio maana ukisoma katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa kumi na nane mpaka ishirini na moja utakuta kuna vitu ambavyo vinaelezewa pale. Leo hii vipo vitu vingi vimetengenezwa na kufanywa kuwa vina msaada katika wokovu. Kwa mfano, kuna mafuta ya upako, watu wanasema wanapakwa na kunyweshwa. Kuna maji ya upako, wananyunyiziwa na kuongea na kuna kuogea na kunywa. Wakati mwingine, kuna vitambaa vya upako, wanavitumia ili viondoe matatizo kuna fruit kama black currant; wanaambiwa ni damu ya Yesu, itakusaidia damu haikai kwenye chupa. Kuna udongo, walete udongo nyumbani kwao uombewe, wakamwage mashambani na nyumbani ili kuondoa laana. Vitu ambavyo kibiblia ukiangalia na kulifuata neno ni vitu ambavyo viko tofauti kabisa. Vinaweza vikatumika kama ufunuo, lakini sio kitu ambacho kinaweza kikatumika mara zote kuna wakati mwingine hata bangili na shanga za kuvaa, kama ilizo sabuni, wanaogea matatizo yaishe bafuni. Unapewa ukaweke kwenye meza ya biashara, ili kuyeyusha matatizo. Kuna chumvi kumwaga nyumbani na sehemu zako za kazi. Haya yote yanafanya huku, unasema maneno fulani ya Kikristo, lakini ndio ushirikina wenyewe. Vitu kama hivi sio vitu ambavyo vinakuwa kibibilia. Kwa mfano ziko aina nyingi za sadaka katika Bibilia zimebuniwa na watu tofauti na yale matarajio. Wanasema kuna sadaka ya ukombozi, hakuna kitu kama hicho kwa sababu Yesu pekee ndiye sadaka ya ukombozi. Soma katika Galatia tatu, kumi na tatu hadi kumi na tano inaonyesha Yesu pekee ndiyo sadaka ya ukombozi, lakini pia kuna sadaka ya kuvunja laana ambayo Yesu alifanyika alifanyika laana. Unaposoma katika maandiko hayo yanayokuambia ya Wagalatia, unaona Yesu ndiye aliyefanyika laana. Na ziko sadaka za mzaliwa wa kwanza kumkomboa mzaliwa wa kwanza. Hakuna kitu kama hiki kwenye agano jipya. Yesu Kristo ndiyo mzaliwa wa kwanza na Waebrania moja sita inaeleza hayo na Warumi nane ishirini na tisa inaeleza hayo. Kwa hiyo katika agano la kale kitabu cha Kutoka kumi na tatu ni mfano wa mzaliwa wa kwanza ambao ni Yesu alishakuja na akarudi. Alishakuja kufa kwake na kufufuka kunaonyesha wazi kabisa kwamba ameiondoa laana yote. Kwa hiyo vitu hivi, watu kwa kuto kusimama kwenye neno la Mungu wamejikuta kuto kulijua neno kumewafanya watu hawa wakayumbishwa sana na inachanganya Ukristo kwa ujumla, na ndio maana unakuta kuna watu wengine, kuna ibada, aina za ibada, kuna ibada ambazo sio sahihi za kusafisha nyota hii. Vitu sio vitu ambavyo ni sahihi, kwa sababu unaposoma Warumi nane ishirini na nane na Mwanzo kumi na mbili moja mpaka tatu huwezi ukaona kwamba kuna bahati, hakuna kubahatisha. Mtu akishaokoka ameondokana na laana, na laana zote alizibeba Bwana Yesu kule, kufa msalabani na kufufuka kuliondoa laana zote. Kwa mfano, tunasema hiki ni kipindi cha Pasaka. Mara nyingi watu wanakuwa na tafsiri nyingine, hata nyakati za Pasaka. Pasaka ukiangalia agano la kale, inaeleza namna ambavyo watu walikombolewa. Taifa la Israeli lilikuwa utumwani kwa miaka mia nne na unaposoma kitabu cha Kutoka anasema kilio cha wana wa Israeli Bwana alikisikia, na alipokisikia akaona ashuke awakomboe. Kwanza aliyaona mateso yao, lakini cha pili akaona maumivu yao, akasikia kilio chao. Baada ya kufanya hivyo tunaona sasa anashuka ili awakomboe. Kwa hiyo kipindi hicho cha Pasaka, mafundisho sahihi, unaona kabisa alitumwa malaika, malaika wa kuteketeza usiku ule, wakapewa maelekezo kwamba wamchinje mwana kondoo na wakisha mchinja mwana kondoo, wapake kwenye mimo ya milango, ili yule malaika wa kuzuru atakapokuwa ametumwa akiona alama ya damu kwenye milango aweze kupita juu. Ndiyo maana maana ya Pasaka ni pass over, yani pita juu. Ukishapita, maana yake ni kwamba watu wakifuata maelekezo, maana yake ni kwamba yule ambaye alikuwa amechinja mwana kondoo, na mwana kondoo yule walitatua wamle kwa haraka na vitu vichungu katika usiku ule, wasibakize. Kwa hiyo, hiyo ndio tafsiri ya kwamba mtu anaposema kwamba ni Pasaka, lazima tafsiri iwe hivyo lakini wengine wameitafsiri vinginevyo na inaleta maana nyingine. Kwa hiyo fundisho la imani potofu lina li, ni la muhimu sana watu kutambua, kwa sababu bila hivyo unaweza ukakuta kwamba wanaingia kwenye uchawi, wanaingia kwenye imani nyingine ambazo hazifai, na ili kuwatoa watu kwenye hizo hali ni lazima watu watembee kwenye neno wajifundishe kwenye neno wasimame na neno, ndio inaleta maana. Na hata unapoona taifa la Israeli limeteseka kwa miaka mia nne, unapofuatilia kwamba watu hawa wamekuwa watumwa kwa miaka mia nne, manake ndani ya miaka hiyo hawa walitumikishwa, walikuwa wanafanya kazi chini ya miungu iliyokuwa inatumikiwa, lakini Mungu alipoona sasa kwamba haya mateso sasa yamekuwa ni makubwa akaamua kushuka, alijidhihirisha kwamba miungu hiyo waliokuwa wanaitumikia ilikuwa hai, haifai. Na labda kwa msaada, nikwambie, ni miungu mingapi waliokuwa wanaitumikia ilikuwa hapo? Miungu mingi, lakini ile ambayo ninaweza nikaisema ni kama miungu kumi hivi, ambayo taifa la Israel walitumika kwenye hiyo na wakawa watumwa kwenye hiyo lakini Mungu aliamua ajidhihirishe kwao kwamba yeye ni mwenye nguvu kuliko hiyo hiyo hiyo miungu. Nafikiri ndugu msikilizaji, unaweza ukalielewa hilo. Na kulikuwa na miungu ambayo walitumikia hawa watu waliitumikia hawa watu. Ni vizuri nikutajie mm. Baba, inaonekana watu kupenda imani potofu wameanza muda mrefu. Swala hilo limeanza muda mrefu mm. kwa sababu kwenye Biblia hawa watu, Mungu anapoamua kuwatoa kwenye utumwa kama taifa la hizo, tumeanzia hapo agano la kale, maana yake walikuwa wanatumikishwa chini ya miungu mm. na hiyo miungu sasa inaendelea hata sasa. Kwa mfano tu, kulikuwa kuna mungu anaitwa mungu mto Naili. mm. mungu mto Naili unaomwaga maji hapa, hey. Victoria mungu mto Naili, naam. Sasa ilisadikiwa kwamba huyo mungu, yeah. alikuwa analeta uhai kwa Wamisri, mm. na kuzuia madhara wasiwapate, hey. kwa hiyo mungu alipoamua kushuka maji ya mto Naili yakawa damu yote, yakawa damu <laughs> kwa hiyo damu ilikuwa ni najisi kwa Wamisri, damu ilikuwa najisi kwa Wamisri. Hivyo mungu Osiris, ambaye alikuwa ni najisi. Ukisoma katika Kutoka saba ishirini hadi ishirini na nne unaona mungu mto Naili akashindwa kujilinda mwenyewe. Hivyo kama mungu mto Naili alishindwa kujilinda mwenyewe, atawalinda wengine? Hapana, hawezi kuwalinda wengine. Kwa hiyo huyo pia walikuwa mtu watumwa wakati mm. huo, lakini kuna mungu mwingine aliitwa mungu vyula uh -huh. <laughs> ambaye huyo alihakikisha kwamba vyula hawawadhuru watu, pia alipigwa huyo. Maana ukisoma kwenye Kutoka pia, lazima tutembee kwenye maandiko, kwenye Kutoka tano toka nane, tano mpaka nane mm. unaona nchi yote ilijaa vyula na wakaleta madhara makubwa mno, kuonyesha kushindwa kwa huyu mungu kuwasaidia. Kwa hiyo Mungu aliposhuka alishuka awaondoe hawa watu kwenye mateso, alishuka awaondoe awa hawa watu baada ya kusikia kilio chao, baada ya kuona maumivu yao. Na hayo mateso yalitokea kwa sababu hawa miungu walikuwa wanafanya kazi nyakati hizo. Sasa kwa namna hiyo, hata sasa haiji tena kama mungu wa, wa, wa, mto Nile alivyokuwa anafanya. Maji yalikuwa ndio walikuwa wanategemea, ni kama sasa hivi unakinga bombani, ulikuwa unataka kunywa maji, unashangaa ni damu ni kitu ambacho kinashtua sana, ndivyo ilivyokuwa imekuwa. Lakini pia kulikuwa kuna Mungu anaitwa Mungu chawa mm. sebu ni Mungu aliyeumba chawa. Unaposoma Kutoka nane kumi na nane hadi kumi na tisa wachawi walishindwa kuwaondoa hao, wakakiri kuwa ni kidole cha Mungu mm. hii inafundisha kwamba shetani hawezi hawezi hawezi kufanya matengenezo ila ni kuharibu. Na hapa Farao anataka wachawi wote wawaondoe chawa wale, na hawakuweza, hawakuweza kuwaondoa mm. ndipo watu wachawi wakamwambia bwana, hapa hiki ni kidole cha Mungu, ni Mungu yupo kazini mm. Kumbuka Mungu anasema na Musa kwamba mwambie Farao awaondoe, awaruhusu mwende mkatumike lakini mungu mwingine wa nne kwa ajili ya muda anakuwa ni mungu nzi, hmm. Belzebubu alizuia nzi wasiwadhuru watu huyo mungu kwa muda mrefu, na hayo unayaona katika Kutoka nane ishirini na nne hadi thelathini na moja. Naye alipigwa kila mahali kukawa kuna mainzi pia, walileta madhara makubwa sana kwa wakati huo, lakini alishindwa kuwasaidia wowote lakini pia kutoka, kuna mungu dume la ng'ombe mm, Apis ambaye pia alifanya kazi. Kwa hiyo unaposoma kwamba watu hawa wamekuwa kwenye mateso kwa muda, wamekuwa watumwa kwa muda wa miaka mia nne, tunatakiwa watu kuwafundisha ni mateso yapi. Mfungwa hachagui gereza, mm, kwamba ni mateso yapi walikuwa wanapitia hayo, mm. Kwa hiyo huyu mungu dume la ng'ombe hakuwasaidia, mm, pamoja na mambo yote bado alionekana hana uwezo wowote wa kumlinda mtu yoyote. Lakini pia kulikuwa kuna mungu wa sita anaitwa mungu majipu ya mateka hmm. Tifoni alisadikiwa kuwaponya watu majipu, alitumia majipu ya mateka. Unaposoma Kutoka tisa nane mpaka kumi na moja watu wote waliugua majipu, na wakiugua majipu walikuwa wanaponywa na huyu mungu lakini bado huyu mungu alishindwa kuwasaidia hawa watu. Mungu majipu alishindwa kuzuia wala kuponya majipu tena, maana mungu alikuepo. Sasa hiyo ndiyo tafsiri sahihi. Lakini mungu wa saba ni mungu mvua, ngurumo ya radi shu. Hii ni jamii ya bahari, naye alipigwa. Unaposoma maandiko ile kutoka 18, 21, 23, 27, inasadikiwa kuwa alileta mvua kuzuia radi pigo la mvua kubwa la radi nyingi ngurumo inji ikatikiswa kwa ngurumo radi kuthibitisha kwamba Mungu shu hana uwezo pia kuwasaidia watu kwa hiyo Mungu ni Mungu mwenye nguvu zote zote, zote. zote. zote. anaweza yote ana nguvu zote yupo kila mahali anajua yote habadiliki Ndiyo. habadiliki ndio maana hata wale waganga walipokuwa wametengeneza nyoka hmm. Biblia inasema nyoka na fimbo ya Musa ili wameza nyoka wote, kuonyesha Mungu ana nguvu kuliko vitu vingine vyote. Kwa hiyo hahitaji kisaidizi. hahitaji kisaidizi kama vile ambavyo tunaona katika Matendo tatu tunaona kina Petro wanaenda kusali saa tisa wanamkuta mtu amesumbuka miaka mingi, alitarajia kupata vitu kutoka kwao. Mm. Biblia inasema walipomtazama wakaona kwamba na imani ya kuponywa wakamwambia, fedha na dhahabu ambazo tulikuwa tunakupa leo hatunazo, tulicho nacho kwa jina la Yesu, simama uende. Akasimama kwa jina la Yesu. Kwa maana yake Mungu mvua hakusaidia, lakini mungu wa nane aliitwa mungu zige na wadudu, alisadikiwa kuwa zige waliwazuia watu kuleta madhara, lakini alipopigwa, unaposoma Kutoka kumi moja mpaka ishirini inaonyesha kabisa kwamba bado pia walipata wa majanga yote hakuwasaidia. Kwahiyo Mungu aliye hai tunaye mwabudu ndiye Mungu sahii, hahitaji kuchanganywa na kitu cho cho, cho cho. Kwa baba kuniambia yale mapigo tisa yale ya Farao walikuwa wanapigwa miungu ili kuvunja akili ya wanawaisraeli kwamba ile miungu walikuwa naitegemea kwamba sio miungu, sio miungu. O, pale Mungu alikuwa nadili kwanza na fundisho potofu. Ae, fundisho potofu kwamba yanaweza yakatokea hayo, kwamba hapana, yuko Mungu aliye hai mwenye nguvu zote, hahitaji msaada. Kwa hiyo mtu akiniambia kwamba maji yanasaidia, akiniambia mafuta yanasaidia, ninamuona huyo mtu bado hajatembea kwenye neno sahihi, maana Mungu bado yeye ni Mungu. Ndio maana ya tisa ni Mungu jua la huyu, pia alisadikiwa kuwa anawasaidia watu e, lakini bado pia ukisoma maandiko unaona bado kukawa giza Misri yote isipokuwa sehemu ya wana wa Israeli kukawa ha, kuna mwanga yaani hey, hey. Kuonyesha nguvu ya Mungu. Na ndiyo maana sasa ile pigo la kufa mzaliwa wa kwanza ambayo ndiyo kiini cha Pasaka, pigo la kufa mzaliwa wa kwanza, unaposoma Kutoka 12:29 hadi 36, inaonyesha wazi kwamba wazaliwa wote wa kwanza walikuwa wakiwekwa wakfu kwa hiyo miungu tisa Mm. Lakini pamoja na kuweka wakifu kwa miungu tisa haikuwasaidia kwa sababu Mungu aliye hai aliendelea. Lakini bado pia kuuawa kwa wazaliwa wa kwanza kulionyesha kushindwa kabisa kwa miungu yote ya Misri. Lakini pia miungu ya Wamisri walishindwa kabisa kulinda watu wao, mali zao na maisha yao kwa ujumla wake. Kwa hiyo pigo hili lilitokea siku ya Pasaka. Ndiyo maana tunaita Pasaka. Malaika aliyetumwa ili aweze kwenda kudhuru usiku ule taifa la Israeli, wale waliyefuata maelekezo wakachinja mwana kondoo wakapaka kwenye mimo ya milango, yule malaika hakuwadhuru. Lakini wale ambao hawakufuata maelekezo wakachinja mwana kondoo wakafanya vinginevyo, ulikuwa msiba, wazaliwa wa kwanza wote kwa mfalme na kwa watu wote wakawa wamekufa siku ile. Kwa hiyo aa, niseme nini? Imani potofu zina nguvu, lakini yuko Mungu mwenye nguvu zaidi. Ndiyo maana tunawazimisha kipindi cha Pasaka sasa. So, wa, miujiza yote iliyofanyika, ila ulipotazamishwa muujiza unaomhusu Yesu, unabii ule wa Yesu pale kwa kwa mwana kondoo ndiyo ulishinda vyote. Vyote, kwa hiyo kumbe Yesu yuko juu ya hizi ibada zote, zote juu ya hizi vimbwanga vyote vya vya vya, vya, vya uponyaji ponyaji huo ovyo ovyo. Yesu yuko juu, yuko juu, na ni feki, yani ni feki tu, kwa sababu Mungu haongezewi. Ukisoma maandiko anasema hakuna jina tuliopewa chini ya jua ni tupasalo kuokolewa kwalo ni jina la Yesu. Jina la Yesu ni toshelevu, halihitaji kitu cha nyongeza ah. Jina la Yesu ni toshelevu ah. Mtu kimwamini Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako inatosha sana na mtu akiwa na shida yoyote, ndio maana Yesu anatoa mwaliko, anasema: njoni kwangu nyinyi nyote mnayesumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu mjifunze kwangu, mimi ni mnyenyekevu na mpole wa moyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watu watembee kwenye neno. Ukitembea kwenye neno, ukaishi maisha ya kumwishia Mungu, ukafuata kama vile wale walivyokuwa wamepaswa kufuata maelekezo. Wanataka nikwambia kitu fulani kwamba hawa watu walipewa maelekezo. Kwamba Mungu kwanza aliona mateso yao, akasikia kilio chao ndim, akayaona maumivu yao akashuka. Mahali Bwana anashuka kunakuwa na kuna uponyaji, mahali Bwana anashuka kuna amani, mahali Bwana anashuka hakuna kitu cha kuongezea zaidi, maana Bwana akishuka hali ya hewa hubadilika. Kwa hiyo ndivyo ilivyo na hata sasa, kama tutamtegemea Mungu tukamwishia Mungu Vipo vitu vinafanyika, hakuhitaji nyongeza, nyongeza ya mafuta hakuhitaji nyongeza ya ya ya ya ya maji hakuhitaji nyongeza. Kama Mungu amesema, ni tukio moja tu, kama vile tukio la Elisha kwenda kuomba kwa mtu aliyekuwa amekufa, akamwambia aende akalalie uso kwa uso na kila kitu, uponyaji ukatokea. Ile haikuwa permanent ilikuwa ni tukio la muda mfupi, Mungu aliruhusu kwa makusudi. Lakini sasa hivi unakuta kwamba kuna imani potofu mbalimbali ambazo zinatenda kazi, zimewapotosha wengi. Kwa hiyo ninachokisema, tusimame na neno la Mungu ndio linatosha, na tutamuona Mungu akitenda kwa namna ya tofauti sana. Baba, kwa dakika moja, sema neno lako, waonya ama unawatakia nini wale wanaoziongoza hizo ibada, neno moja tu kwa wale ambao wanaziongoza wanaziendesha hizo ibada, nataka niseme hivi: Mungu ametuita tuifanye kazi mm. na kila mmoja aliyesimama kuifanya kazi ya Mungu ipo siku atatoa hesabu mm. ni vizuri tusimame katika neno la Mungu na ni vizuri tulifundishe kweli ya Mungu bila kuchanganywa na lolote neno la Mungu linajitosheleza kabisa. Nguvu ya Mungu haijapungua kabisa na ndio maana nimesema hayo yote kuonyesha kwamba tutembee kwenye neno la Mungu. Hayo maandiko niliyokutajia ni vizuri kuwa na muda wa kwenda kuyasoma. Tutembee kwenye neno la Mungu. Tutembee kwenye neno la Mungu. Nguvu za Mungu zipo na zinatenda kazi, na hebu ninaomba Mungu aendelee kutusaidia tutembee kwenye neno la Mungu, tuwe waaminifu. Mungu anataka wa nini? Kama watumishi wa Mungu ninawaonya, usilete kitu ambacho sio sahihi kwenye kazi ya Mungu, maana ipo siku tunatoa hesabu. Mungu awabariki sana. I mean, amina. Asante, asante, asante. Asante sana asante, mm. Karibu tena kwa wakati mwingine, asante sana, asante sana.